Haya ni maazimisho ya Chama cha Mapinduzi katika kata ya Ikunguigazi, maazimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi yaliyofanyika katika kijiji cha Kagera, kata ya Ikunguigazi, wilaya ya Mbogwe na mkoa wa Geita, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya hii ya Mbogwe naye si mwingine, anajulikana kwa jina la maarufu kabisa kabisa ambaye ni kamchungaji CCM. Uh, mgeni aliweza kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo katika shule ya msingi Kagera, ambapo alitembelea uh, katika shule hiyo uh, na baadaye alikutana na kikao cha wazazi wa darasa la saba, lakini ikabidi mwalimu mkuu wa shule hiyo awakaribishe uh, ili waweze kuzungumza na umati wa wazazi uliokuwepo katika shule hiyo.

Ndugu kaiuaugu ndugu Ezra Kambago, jina maarufu. Sihangaike sana wewe, sema sisi, hapo umemaliza. <laughs> <laughs> Tumekuja jamani, kwa ajili ya sherehe ya miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini tunasema miaka arobaini na tisa ni kuzaliwa, ni kusherekea, lakini kusherekea na kuona Chama cha Mapinduzi nini kimefanya ndani ya miaka 49 iliyotawala nchi hii, si ndio jamani? Na moja hayo mnayoyaona, nikiwakumbusha hata miaka ishirini au kumi iliyopita, Kagera, ndugu zangu, ilikuwa hivi ilikuwa hivi Amen. Mimi nilikuwa napita hii barabara, nilikuwa bado ka kijana kijana, na harakati kwenye siasa, niko mmoja wa vijana. Ilikuwa ni tabu kweli kutoka tu hapa kuitafuta Isebia, lakini ilikuwa tabu sana kutoka hapa kuitafuta tu pale Kugaragala, lakini ilikuwa tabu sana kutoka hapa kuitafuta Ulembela lakini hakuna hata siku moja mtu aliyetarajia siku moja umeme Kagera utafika. Kuna mtu alikuwa nawaza ndoto hizi? Kuna mtu alikuwa anawaza siku moja Kagera tutapata maji? Kwa muda mchache tu huu wa Dr. Samia, Tanzania sasa tunakimbia, piga magofu kwa Dr. Samia. Na mimi nataka niwaambie inawezekana leo, mnajua Dokta Samia Ikunguigazi haijui? Niwaambie, Dokta Samia Ikunguigazi na Kagera anaitua anaijua kwa sababu gani? Niwaambie. miradi pesa milioni mia moja na kuwaletea hawajui, kuwaletea mradi wa maji hawajui, kuwaletea umeme hawajui, na bado kuna mpango wa rami unakuja tunahitaji kufungua barabara. Barabara hizi za alami zinakuja kwa sababu gani? Zinakuja kwa sababu ya wakulima, ili wewe mkulima unapokuwa unalima mazao yako upate kusafirisha mazao yako yafikishe sokoni, ni uweze kuuza kwa bei nzuri, na mnunuzi akija haje na gari mpaka Kagera, si ndiyo? Lakini leo hii kwa sababu ya changamoto yetu ya barabara, mnunuzi akija kuambia mazao yako, lazima yake akupe bei ya kufidia gharama ya usafiri, kwa sababu anajua mazao kutoka shambani mpaka yafikishe Kagera, alafu Kagera yafikishe yule Mbela, ndipo yasafirishe. Ina maana anatumia usafiri mara ngapi? Kwa hiyo, mama Samia, raisi wetu, anahitaji sasa kwenda kutoa kelo hizo ndiyo maana leo hii Chama cha Mapinduzi tunakwenda tumepewa majukumu kuja kuongea na nyinyi, kuja kuona miradi inayotekelezwa, kwa sababu sisi ni wasaidizi wake, yeye ndiyo mwenye mali, si ndio? Yeah, yeah. Lakini pia baada ya kuzungumza mgeni rasmi na hotuba yake baada ya kuisha, aliweza pia kukagua baadhi ya mradi unaoendelea hapo shuleni, na baada ya kukagua mradi huo aliweza kuwashukuru sana walimu na wakapiga picha ya pamoja. Lakini pia aliweza kuambatana na uongozi pamoja na wanachama aliokuwa nao kuelekea katika kituo cha afya cha Ikunguigazi, na hapo pia aliweza kutembelea a, jengo la kituo cha afya la Ikunguigazi na pia baada ya ukagua na kuona jengo inavyoenda lakini pia aliweza kutoa vifaa vya kiusafi ambavyo ni sabuni ya Omo na sabuni ya vipande, lakini pia waliweza kutoa kalamu ambazo zitaweza kusaidia kwenye upande wa shughuli za kituo hiki. Moe. Moe. Moe. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwa meme naye kabidhi zawadi hii, naitwa ndugu Dalos Ezra Gambago, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya hii, kijana wenu, mtumishi wenu. Leo nimekuja kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuadhimisha maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, na kauli mbiu yetu tunahitaji upendo, amani Sindio? Jamani, leo tumefika kwenye kituo hiki cha afya Ikungui Gazi. Tumekuta wagonjwa wamehudumiwa na tayari wameshaenda ku nyumbani. Kwa hiyo tunawapongeza wafanyakazi kwa kazi kubwa mnayofanya kuwahudumia wananchi wetu kwa wakati na kuweza kurejea nyumbani. Nasi kwa kuunga mkono juhudi hiyo tumekuja na zawadi, zawadi ambazo tuna sabuni saunga lakini tuna sabuni za sa kupaka. Sabuni hizi zitawasaidia wakina mama wajawazito pamoja na wagonjwa watakaofika hapa kwa ajili ya kupata huduma, lakini zitawasaidieni hata nyinyi kwa ajili ya kuweza kuweka kwenye mazingira hali ya usafi, lakini na nyinyi wenyewe unapomaliza shughuli zenu kwa ajili ya kujistiri. Lakini kingine kuna kalamu Tumegundua kalamu hizi tumeleta kwa ajili ya upendo kwenu. Badala ya kuhangaika kutafuta kalamu, basi ngalao hizi kalamu zitawasaidia kwenye wakati wa kutimiza majukumu yenu. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Sasa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, naomba sasa tukabidhi zawadi. Mheshimiwa Diwani, naomba tukabidhi sisi. Moye! Dokta Samia oye oh oh. Mheshimiwa Fagasoni oye oh. Mheshimiwa Faustini hoye oh oh. Asanteni sana jamani, Mungu awabariki sana.